Ahlan wasahlan, karibu katika safu ya michezo ambapo leo tutaangazia matukio katika viwanja mbalimbali mbali kuanzia ligi kuu ya soka Ujerumani, Bundesliga, ligi kuu ya, ya Premia nchini Uingereza na hata soka la Tanzania. Hayo ni miongoni mwa machache katika mengi tuliokuandalia mchana huu. Mimi naitwa Babu Abdallah na kwa moyo mkunjufu karibu studioni naungana na mwenzangu katika dawati la michezo Josephat Charo. Josephat, karibu kwenye kipindi hiki maalum ambapo tuna takriban dakika ishirini ya kuzungumzia maswala ya michezo. Asante sana Babu nam, na kama ilivyo ada tunaanzia hapa nyumbani. Waswahili wanakuambia mcheza kwao hutuzwa. <laughs> Na, na kila dalili Josephat, zinaonyesha wazi kwamba Bayern Munich inaelekea kushinda taji lake la 34 la Bundesliga. Walitoka nyuma moja bila dhidi ya Augsburg wikendi iliyopita na kuitandika tatu moja na kwenda alama sita mbele ya wa wapinzani wao wa karibu Bayer Leverkusen. E, Josephat kwa ufupi tu nataka utuelezee matokeo yalikuwaje wikendi hii, alafu tutakuja kuzungumzia mechi moja baada nyingine. Asante sana babu, kwanza tuanze na hilo pambano ambalo umelitaja Uh, Bayern walipata ushindi tatu moja ingawa kuna tukio ambalo limetokea ambalo limeleta kidogo utata mm -hmm. na kujaribu kuvuruga ili raha ya mashabiki uh, bila shaka Bayern walikuwa wanakwenda kushinda lile pambano lakini ile kadi ya pili ya njano ambayo ilitolewa alafu ikawa sasa ni kadi nyekundu nafikiri ile ndo imeharibu kabisa gumzo, na watu wamezungumza sana, na kuna ile hisia kwamba kulikuwa na no umuhimu gani? Basi haja gani ya Bayern kusaidiwa pamoja na kwamba walikuwa wanaelekea kushinda. Ndio. E, lakini nafikiri ilikuwa ni kosa la muamuzi, wakati ambalo halikuwa kosa la lazima hivyo, na limesababisha mjadala ambao haukuwa wa lazima. Bila shaka Bayern wangeshinda e, lakini haikutakiwa kwa vile. Lakini ndio imetokea mm-hmm. e, na Bayern wamejimarisha katika msimamo wa ligi kileleni kabisa, na wenzao Bayer Leverkusen, wao dakika za jioni kabisa, wakapata ushindi, niseme tu ni chupchup chup. Yani waliponyoka <laughs> eh, lakini kama wangepoteza ile, nafikiri tungekuwa tunaona sasa hivi kuna mwanya wa alama nane, alama nane. Eh, kati ya Leverkusen na Bayern, lakini wameponyoka eh, na wakapata huo ushindi mwembamba wa goli moja kwa bila dakika ya lalaaidi dhidi ya Heidenheim, dhidi ya Heidenheim, na ndio imekuwa ni naweza kusema ndio mtindo wao tangu msimu ulipoanza, manake e, Bayer Leverkusen ina tabia ya kufunga magoli dakika za mwisho mwisho, na, nafikiri e, e, hiki ni, ni, ni, ni changamoto ambayo imewakumba sana msimu huu tofauti na msimu uliopita e, kumbuka hawa Bayer Leverkusen ni mabingwa e, watetezi wa ligi kuu ya kandanda hapa Ujerumani, lakini kwa jinsi hali inavyokwenda inaonyesha wazi kwamba hatimaye itashinda taji lao la 34, inaelekea hivyo babu. Na kwa ratiba jinsi ambavyo ipo kuelekea, uh, mechi ya mwisho wa 34, Leverkusen wanacheza na Union Berlin na Bayern watacheza na Borussia Dortmund katika pambano lile la Der Klassiker, pambano ambalo bila shaka linatarajiwa kuleta hamasa kubwa sana hapa Ujerumani, alafu baadaye Bayern watacheza ugenini na Heidenheim na Leverkusen watacheza ugenini na St Pauli. Kwa hiyo ukiangalia kati ya ratiba hizo mbili ambazo zinafuata, Leverkusen kidogo wanaonekana eh, hawana pressure sana, lakini Bayern ndo ambao kidogo wanaonekana kuwa na pressure, hasa pambano kati yao na Dortmund. Heidenheim pengine inaweza kwa urahisi eh, kuwashinda. Lakini Bayern bado ana kibarua kigumu kucheza na Mainz. Mm -hmm. Bayern bado ana kibarua kigumu kucheza na Leipzig. Na Bayern pia vile vile ana kibarua kigumu kucheza na Borussia Monchengladbach. Na pia wana kazi ngumu ya kucheza na Hoffenheim eh, mechi ya mwisho. Sasa ukilinganisha na Leverkusen ambao wao wana kibarua na Augsburg, wanacheza pia vilevile vile na Freiburg na watakuwa pia na kazi ya kucheza vilevile eh, na Mainz. Nafikiri pressure ni kubwa zaidi upande wa Bayern kuelekea uh, mwisho wa msimu, na hii inaweza ikawasaidia Leverkusen uh, kupunguza ule mwanya ambao upo alama sita, na pengine kusawazisha na hata pengine kuwapita Bayern. Haya eh, ni tathmini safi kabisa ya mwenzangu katika dawati la michezo Josephat Charo. Nakumbuka kwenye laini ya simu eh, tumemzuia pia mchambuzi kutoka Tanzania, ni mchambuzi wa soka huyu bwana Jeff Jeff, eh, iwapo na nipata hivi sasa, mambo vipi huko Dar es Salaam? Uh, Dar es Salaam mambo uh, yanakwenda vizuri, tunamshukuru Mungu. Kuna kimvua mvua kidogo zote ni baraka, na leo ni siku ya mapumziko uh, kwa sababu leo ni public holiday. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wanasema Tanzania huko kidogo leo wanakula bata, wanakula bata, ni siku ya Karume, yeah. Bwana Jeff, tutakuja kwako kwa muda usiokuwa mrefu, kwa hivyo kaa mkao wa kula. E, Josephat, katika misimu ya hivi karibuni e, tunaona mtindo wa timu moja ambayo e, naweza kusema haijazoeleka, hey, mm -hmm. kuingia katika zile nne bora mm -hmm. E, msimu uliopita tulishuhudia klabu ya VfB Stuttgart ikimaliza katika nafasi ya pili, alafu msimu huu kila dalili zinaonyesha kwamba Mainz sifuri tano e, inataka kuingia katika nne bora na kufuzu kwa michua, michuano ya Ulaya. E, hali hii inasema nini kuhusu ushindani wa Bundesliga? E, inaeleza kwamba uh, timu ambazo zinakuwa zinamaliza katika ile nusu ya katikati ama zile sita za s mwisho, uh, mwisho huku uh, msimu unapokuwa umekamilika zinajiimarisha uh, zinapokuwa zinajiandaa kwa msimu mpya na zinapokuja zinakuwa na kasi na nguvu zaidi kuliko hali ilivyokuwa halafu kunatokea mechi eh, timu moja ama mbili ambayo inafanya maajabu na inakuja kuingia katika sita bora ama nne bora, mm-hmm. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba zile timu zinakuwa katika maandalizi yao, zinakuwa katika kimbinu na pia mfumo wao wanaotumia na kujiimarisha pia katika kununua wachezaji eh, wakati wa dirisha la uhamisho eh, katika juhudi za kuimarisha vikosi na tumeshuhudia Stuttgart msimu uliopita na sasa hivi ni Mainz. Na Mainz, kweli kabisa katika mechi hizi ambazo zimesalia huenda tukashuhudia Mainz ikicheza katika ligi ya mabingwa. Ni kitu ambacho nafikiri wanakitafuta sana kwa udi na uvumba na huenda wakafanikiwa. Kuna pressure lakini, eh, kutoka kwa Leipzig ambao sasa hivyo Leipzig wamesimama katika nafasi ya tano, mm-hmm, wakiwa wameachana tu kwa alama moja. Hiyo ni alama moja tu. Na hii alama moja chochote, kinaweza ikatokea. Pengine Leipzig inaweza ikapanda ikawateremsha chini, eh, lakini na wao Mainz hawatakubali kitu hicho kutokea. Na tukizingatia kila kwa kimekuwa kikiendelea Leipzig, sasa hivi, timu baada ya kumfuta kocha uh -huh, na mambo kama hayo. Hii inaweza ikawa faida kwa Mainz. Na Mainz wanaweza kusonga mbele na kufanya maajabu na kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao. Bwana Jeff, umemsikiliza hapo Joseph Antcharo akisema kwamba Mainz inaweza kufanya maajabu. Kwa jicho lako kama mchambuzi, unaionaje mbio hizi za kuwania taji la Bundesliga lakini pia E, kuwania zile nafasi nne za kwanza ambazo zinatoa nafasi ama fursa ya moja kwa moja e, kwa timu kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ya, ukiangalia mahali ambako walimaliza ligi kwa msimu uliopita walimaliza kwenye nafasi ya kumi na tatu e, wakiwa wameshinda mechi saba peke yake wa kasare kumi na nne e, na idadi ya magoli waliofunga ni thelathini na tisa na kutoka hapo unaweza kusema kwamba wamekuwa na improvement kubwa sana kwa sababu mpaka sasa hivi wame dabo idadi ya mechi walizoshinda, kwa maana kwamba mpaka sasa hivi wameshinda mechi kumi na tatu na hata point zimeongezeka kwa kiasi kikubwa sana, na mwelekeo wao ni mzuri, japo Leipzig wanaweza wakawa wana timu bora na mwishoni huku mm-hmm. hizi mechi sita zilizobaki wakafanya waka kitu kwa sababu ya ubora wao lakini hiyo haimaanishi kwamba Mainz watakuwa hawajaachieve kitu kwa sababu nadhani hata wakikosa, uh, kufuzu ligi ya mabingwa bado watakuwa na fursa ya kushiriki michuano ya uropa ambayo ni saizi kwao, na wanaweza wakafanya vizuri, wakaenda mbali, kwa sababu michuano ya uropa ni michuano ambayo huwa iko wazi zaidi kuliko ligi ya mabingwa ambako tunajua kwamba kuna vilabu fulani ambavyo unategemea kuviona kwenye hatua za mwishoni kule, mpaka mpaka kwenye hatua ya fainali. Kwa hivyo kwa kuangalia idadi ya mechi zilizobaki mm -hmm, wakiwa wanacheza na Hoffenheim wanacheza na wanacheza na Wolfsburg, na Bayern Munich Frankfurt, uh, Bochum, pamoja na Leverkusen. Wana mechi ambazo ni ngumu, kwa mfano mechi dhidi ya ya, ya ya ya Frankfurt, timu ambayo iko mbele yao kwa pointi mbili, hiyo ni mechi ngumu. Mechi ya Bayern Munich eh, sidhani kama watakuwa wanatangaza ubingwa mpaka muda huo, nayo inamaanisha kwamba ni mechi ngumu. Ya, lakini pia mechi dhidi ya ambayo itakuwa ni mechi ya kufunga msimu nayo haitakuwa mechi nyepesi. Lakini kwa hizi mechi zilizobaki, kwa maana mechi dhidi ya Hoffenheim, Wolfsburg, ya na hata Bochum ni mechi mm. ambazo naamini kama wakifanikiwa kupata ushindi katika hizo mechi wakajikusanyia point tisa inamaanisha kwamba anakwenda kumaliza ligi na point hamsini na tano ambazo uh, kwenye ligi ya Ujerumani Uh, ina ni idadi ya pointi ambazo zinatosha angalau kuifikia uh, kuifikia yale top four, even though msimu uliopita uh, katika timu ya tano e, e, ili ambayo ilikuwa ni Borussia Dortmund waliifikisha pointi sitini na tatu. Kwa hiyo kama ikitokea kwa mfano hizo mechi ngumu nazo wakapata chochoti kitu, nadhani ukizingatia kwamba uh, ligi ya Ujerumani ina nafasi tano za mashindano ya UEFA Champions League, bado unabaki kuwa msimu mzuri unabaki kuwa msimu mzuri kwa Mainz e, tulia hapo. Hapo tuhamie kidogo e, kuhusiana na mechi za ligi ya mabingwa barani Ulaya. Tukipata muda baadaye tutajadili kuhusiana na kuondoka kwa Thomas Muller. mm -hmm. mwisho wake wa msimu ni mwaka huu mm -hmm. e, lakini pia tutajadili pia kuhusiana na nafasi ya timu nyingine za Bundesliga. Hayo tuyaache pembeni kidogo e, Josephat, kesho na kesho kutwa Jumatano mechi za robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya champions league zinaendelea. mm -hmm. na washika bunduki Arsenal watakuwa nyumbani kuwakaribisha miamba wa Uhispania real Madrid, alafu miamba hapa Ujerumani Bayern Munich watakuwa na, mi na miadi dhidi ya inter Milan ya Italia katika uwanja wa nyumbani allianz Arena. Upi mtazamo wako kuhusu mechi hizo? Hii itakuwa ni mechi ngumu sana kwa Bayern Munich uh, tukizingatia kwamba maestro Jamal Musiala Ha, ameumia na atakosa mechi ile, hatuweze kucheza kwa hiyo, kiungo cha kati cha Bayern kidogo nafikiri kitakuwa dhaifu. ha, kuna uwezekano pengine Thomas Muller kucheza katika hiyo nafasi. ha, najua kwamba kocha Kompany ana mpango mkakati kabisa kutafuta mtu ambaye kuwa mjanga kabisa kujaza ile nafasi, lakini kwa ubunifu alionao Musiala na chenga zake nyingi, bila shaka Bayern watakosa huduma zake. Tatizo lingine ambalo Bayern wanalo ni safu ya ulinzi, kwamba sasa hivi pia imepata dhuruba, kwamba Alfonso Davis upande wa kushoto pia naye uh, uh, atakosekana na nafasi yake huende kajazwa na Rafael Guerrero, ambaye Guerrero hana uwezo mkubwa sana ukilinganisha na uwezo alionao Alfonso Davis, Davis. Yule ni mtu wa kutimka mbio, ana kasi kubwa zaidi, ana uwezo mkubwa wa kupanda na kushuka na ni mfungaji mabao pia vile vile. Mm -hmm. Uh, Gerero kidogo naona ana uzito na kasi yake sio kama vile Alfonso Davis. Kwa hiyo hapo kidogo kutakuwa kidogo ni kama kuna kuna ile hali ya kwamba Bayern haina uhakika upande wa kushoto. Na beki wa kati Dayot Upamecano pia hali yake si nzuri. Tunafahamu kwamba sasa hivi kocha eh, Kompany anafikiria pengine itakuwa ni Eric Dier au pengine itakuwa ni Kim Min-jae ambaye anachukua nafasi hiyo. Lakini pia ukiwalinganisha hawa wachezaji na jinsi Upamecano alivyo pandikizi la mtu. <laughs> Nafikiri safu ya ulinzi ya Bayern inaweza ikapata shida sana kwa kwa washambuliaji wa Inter Milan. Inter Milan. E, na lazima ban wawe makini sana ili kuweza kuinyuka Inter na kuweza kupata ushindi. Na, hiyo ni mechi kati ya Bayern Munich na Inter Milan e, Jeff narudi kwako e, washika bunduki Arsenal, baada ya kutoka sare ya moja moja na Everton juma e, mosi ama wikendi hii iliyopita, wanakutana na kina Kylian Mbappe, Rodrigo na Vinicius Jr. Wana mbavu kweli ya kukabiliana na safu ya ushambuliaji ya Real Madrid? uh nadhani na mwisho wa siku hata kama tunawatazama uh, Real Madrid kama timu bora ambayo mara nyingi huwa wana accelerate gia ama wanabadilisha gia wakiwa kwenye hatua hizi za mtoano za ligi ya mabingwa mm. Lakini bado ukweli unabaki kwamba ni, ni, ni mechi ngumu na ukiangalia kwa mfano wikendi iliyopita hapa uh, Real Madrid alicheza na Valencia wakafungwa mbili, mbili moja waka, mm -hmm. waka, waka eza kizembe, so it's clear kwamba focus yao yote haikuwa kwenye mchezo ule wa liga, ilikuwa kwenye mchezo wa wa ligi ya mabingwa. Na pamoja na kwamba Arsenal walibana mbavu na na Everton, kuna changamoto moja niliona ambayo sina hakika kama inaweza ikawa imetatuliwa ndani ya muda. Niliutazama ule mchezo, nikamwona Bukayo Saka akiwa bado haiko fiti, nikamwona Gabriel Martinelli bado haiko fiti. Kwa hiyo nadhani hawa uh, ni wachezaji ambao ili Arsenal ifanye vizuri kwenye huu mchezo mmhm wanahitaji kuwa katika ubora wao. Uzuri ni kwamba Arsenal wana rekodi bora dhidi ya Real Madrid, kwa hiyo Real Madrid watakuwa wanauelekea huu mchezo wakiwa na mawazo ya kisasi, kwa sababu katika mechi ambazo wamekutana kwenye ligi ya mabingwa mara mbili, moja iliisha kwa sare adila kufungana, na nyingine Arsenal akashinda ugenini pale Santiago Bernabeu, Thierry Henry akifanya mauaji. Yes, tunazungumzia Real Madrid ya sasa, sasa hivi ambayo ni ya klasi tofauti sana na Arsenal ya wakati ule, pia ilikuwa ya, ya, ya ni ya klas tofauti kwa sababu ukiangalia wachezaji waliokuwepo wakati ule kina Kieran Reid, marehemu Jose Antonio Reyes, mtu kama Cesc Fabregas, Gilberto Silva, Fred Limban. Walikuwa ni wachezaji wazuri wa, wa sana. Na Real Madrid wakati ule kama unaikumbuka, kilikuwa ni kipindi kama cha mpito fulani hivi, walikuwa na wachezaji kina Roberto Carlos wanaenda kumalizia, walikuwa na mtu kama Jonathan ambaye wakati wake pale Madrid hakuwa mzuri, ndio walikuwa na mtu kama Robinho, Uh, Ronaldo de Lima ambaye naye alikuwa alikuwa kwenye decline. Sasa vibao vimegeuka, wakati huu zinakutana timu mbili huko Madrid wakiwa bora sana, wakiwa hawana changamoto ya kusema kwamba kuna mtu anamkosa. Kuna mtu kama Kylian Mbappe ambaye anatamani sana sana sana kufanya vizuri kwenye michuano ya UEFA Champions League kwa sababu ndiyo michuano ambayo hajabeba kombe lake bado. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa vyovyote vile timu ambayo inapewa nafasi kubwa ya kushinda ni Real Madrid, kingine pembeni na hapo itakuwa ni tunajiuliza kwamba nini kiliyokuta Madrid mpaka hawakuweza kushinda huu mchezo. Asante sana eh, Jeff huyo kutoka Dar es Salaam. Eh, muda unasogea kweli kweli, una Joseph hata, lakini kuna vitu eh, viwili vitatu hapa, naomba tuvitaje kwa uchache mno, mm, mm -hmm. E, hali ya tumbo joto imewakumba mashabiki wa Liverpool baada ya kupoteza e, mechi yao dhidi ya Fulham ugenini tatu mbili kimahesabu. Liverpool bado ipo kwenye nafasi nzuri ya Badu. kushinda taji mm -hmm. E, lakini sasa hivi wanataji, wanahitaji alama kumi na moja katika mechi zilizosalia. Kuna wasiwasi kwamba Liverpool huenda akateleza na kuiachia nafasi Arsenal. Ah, wasiwasi unaweza kuwa upo lakini pia vile vile naweza nikasema hauna nguvu hivyo kwa sababu Liverpool bado nafikiri inayo fursa kubwa. Bado ya Liverpool ina, ina fursa. Na inaweza kubwa. Na inaweza kabeba hata kabla mechi ya mwisho. Hata kabla ya mechi ya mwisho. Inaweza kubeba kabla mechi ya mwisho. Lakini mm -hmm. Kwa kile ambacho kimetokea bila shaka kuna kuwa na ile hali ya wasiwasi wasi. Nafikiri eh, ni timu itulie sasa hivi kisaikolojia na waangalie zile mechi zinazofuata

Nafikiri wanaweza wakabeba nam kwa dakika chache ambazo zimesalia. Tuhamie moja kwa moja nchini Tanzania, klabu ya Simba ina kibarua kizito Jumatano hii dhidi ya Almasri. Ili kuvuka na kutinga nusu fainali, wanahitaji kupendua meza na kupata ushindi wa tatu bila mbele ya wa Waarabu katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Fadlu Davis, kocha wa Simba, ameonyesha matumaini makubwa kwamba vijana wake wana uwezo wa kuwafunga Waarabu Almasri. Tunageuka kwako tena eh, bwana Jeff, kwa maneno machache tu, ipi nafasi ya Simba katika mchezo huo? Nafasi ya Simba bado ni, ni, ni ngumu kama tukiwa wakweli. Uh, pamoja na kwamba ni mechi ya nyumbani, lakini wanajikuta kwenye mazingira magumu, kwa sababu tayari wana kazi ya kuhakikisha kwamba wanafunga mabao matatu ambayo hayana majibu ili waweze kuvuka, kwa maana itoe Almasiri, na hii ni kwa sababu walipoteza mchezo kwa mabao mawili kwa sifuri katika mchezo uliopita, na ni ni mechi ni, ni, ambayo uh, Simba waliitawala kwa maana ya kumiliki mpira lakini hawakutengeneza nafasi nyingi kubwa, na Almasri waliweza wali, wali, wali sana kuamudu uh, wachezaji wa Simba wa eneo la mbele hasa Elim Panzu, Denis Kibu pamoja na uh, Jean Shalea awa na matokeo yake ni kwamba Jeff, hapa na hapa Jeff, Jeff, uh, wa mwelekezi wangu ananiambia muda hau, haunasi sasa hivi, lakini asante sana eh, kwa tathmini yako nzuri na pia kwa mwenzangu Josephat Charo hapa. Sante, asante eh, kwa muda na tathmini zenu zote zilikuwa murwa kabisa, na sasa hivi bila shaka ni saa sita na dakika 49 tunakamilisha mjadala kwa leo. Mimi naitwa Babu Abdalla, asante kwa muda.